Mamilioni ya Wakatoliki siku ya Jumapili hushiriki Ekaristi takatifu, lakini je, unajua kweli ni nini hutokea pale ambapo padri husema huu ni mwili wangu? Uh -huh. Nam, wengi wetu hawajui hili. Padri anapobariki mkate na divai hubadilisha kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo mwenyewe. Ile inakuwa ni damu halisi na mwili halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika consecration Mungu hushuka katika altare. Pale ndipo ambapo padri aliyepewa mamlaka ya kuongoza misa anaporudia yale yale maneno aliyoyasema Bwana wetu Yesu Kristo katika siku ile ya Alhamisi katika karamu ya mwisho, aliposema, huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu, pale ndipo ambapo hubadilika kuwa maumbo halisi ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inayoendelea kutolewa kama ilivyotolewa siku ile ya Kalvari. Na hapa ndipo palipo na siri kubwa ya imani ya kwamba Yesu alikufa, Yesu alifufuka na Yesu atakuja tena. Kuna miujiza mingi kuhusu Ekaristi Takatifu. Kanisa Katoliki limedhihirisha wazi damu ya Bwana wetu Yesu Kristu ikionekana katika kile kikombe cha divai na nyama ya binadamu ikitoka katika moyo wake. Mpaka hivi leo wanasayansi wameshindwa kutambua ni nini kilichotokea katika muujiza huu, wakibaki macho wazi na kusema huu ni muujiza. Unapokwenda mbele ya Yesu, unapokwenda kanisani siku ya misa, punguza haraka, mnyenyekee Yesu Kristo. Ujue ya kwamba hauongei au hauko mbele tu ya mkate, ila jua ya kwamba uko mbele ya Yesu mwenyewe, anakusikiliza, anaongea na wewe, anakupenda na anakuunganisha na Mungu Baba wa mbinguni kiuhalisia na kipekee kabisa. Yesu anaendelea kujitoa kwetu sisi, ni kama bado anaendelea kutukumbusha ya kwamba yeye yupo hai katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Uende ukamwabudu, uende ukamwone, uende ukamshukuru. Hivi leo ni siku ya Alhamisi. Watu wengi kote duniani huenda katika kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Ndipo ambapo Yesu anaendelea kujitoa zaidi kwetu katika maumbo ya sakramenti ya ekaristi takatifu. Tuombe. ninakushukuru Mungu Mwenyezi, mumba mbingu na nchi, uliotubarikia na kutupatia Yesu kuwa mkombozi wa maisha yetu. Tunakushukuru wewe Yesu kwa kuendelea kuwa nasi katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Ninakupenda, ninakushukuru, ninakutumaini, ninakutukuza na ninakuabudu. Ninaomba nikupokee kwa moyo safi, siku zote nikutumikie wewe peke yako, nikuinue katika siku zote za maisha yangu, sasa na milele yote. Mpenzi mtazamaji, endelea kushiriki video hii kwa watu wengine ili waendelee kupata hii taarifa na habari hii njema ya upendo wa Yesu Kristo katika sakramenti ya Ekaristi takatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa ni mmojawapo, leo hii nimekuandalia miujiza ni mitano ni ambayo kweli mkate na divai hubadilika kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Muujiza namba moja ni muujiza uliopatikana kule Italia, unaitwa muujiza wa Lanciano karne ya nane, ambapo yule padri alikuwa na mashaka sana, ni kweli kuwa mkate na divai hubadilika kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Basi alipokuwa akiazimisha ile misa takatifu, mkate ukabadilika kuwa, kuwa mwili na ile divai ikabadilika kuwa mafungu saba ya damu. Wanasayansi mbalimbali waliofanya uchunguzi wa muujiza huu waligundua ya kuwa ule mwili ni tishu hai ya moyo wa binadamu, lakini yale mafungu saba ya damu ni damu halisi ya Bwana wetu Yesu Kristo, hasa yenye grupu A kama iliyopo katika sanda ya Yesu Kristo Mwaka 1970 kumraz, ndipo ambapo wanasayansi waliweza kuchunguza na kutoa majibu halisi muujiza. Mwingine ni muujiza wa Buenos Aires uliofanyika kule Argentina mwaka 1996, ambapo kipande kidogo cha mkate kilionekana kuwa kimetelekezwa mahali katika maji na baada ya kuyuyuka zaidi na kupotea baada ya siku chache kile kipande kilianza kujiunga na kupatikana. Mwili mdogo ulionekana katika yale maji, ndipo ambapo wachunguzi na wanasayansi wakubwa wa moyo. Hasa kama unamfahamu mtu mmoja anaitwa Zugibe, ni mwanasayansi mkubwa sana wa moyo, alipofanya utafiti na kugundua ya kuwa ule mwili ulikuwa ni moyo. Ni tishu halisi ya moyo wa binadamu kama ile iliyopo katika Yesu Kristo. Muujiza mwingine ni muujiza mwingine uliopatikana Polandi Zolkata ambao ulifanyika au ulionekana mwaka elfu mbili na nane ambapo kipande kidogo cha mkate kilidondoka chini ya alis na walipokichukua na kukiweka katika patena kilionekana kuwa na madoa yaliyopo katika ule mkate, na wanasayansi walipochunguza wakachunguza zaidi kuona nini kilichotokea pale, wakakuta ile damu ni yenye grupu AB na ina tishu za moyo wa binadamu kama ile ambayo pia inaonekana katika sanda ya Yesu Kristo, na imeunganika na mkate kwa namna isiyoelezeka kabisa kibinadamu lakini pia kuna muujiza mwingine ulipatikana Legnica mwaka elfu mbili na kumi na tatu huko huko Poland, ambapo pia mkate ulikuwa umeonekana kuwa na dosari ndogo ndogo za damu mbalimbali iliyopo katika ule mkate, ambapo wanasayansi pia walichunguza na kuona kuwa ni tishu hai ya moyo wa binadamu. Lakini muujiza wa mwisho ambao ni muujiza wa tano ulipatikana kule Busello ambapo ni Itali mwaka elfu moja mia mbili na sitini na tatu. Padre naye alikuwa na mashaka na kusema ni kweli kuwa mkate na divai hubadilika kuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Naam, naye alipokuwa akiazimisha ile misa, hostia ikaanza kutililika damu, yaani mkate mtakatifu ukaanza kutililika ile damu. Hii ndipo ilipoidhinishwa sherehe ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Mapapa waliidhinisha hivyo baada ya kuona muujiza huu mkubwa uliotokea huko Italia mnamo mwaka elfu moja mia mbili na sitini na tatu. Kiufupi ni kwamba Yesu wa Ekaristi si alama tu, bali Yesu wa Ekaristi ni damu, ni mwili, ni Yesu mwenyewe, ni nafsi hai na ipo katika uungu wake kamili. Share video hii uendelee kuwapa watu habari za Ekaristi takatifu, kuwa ni jua la ulimwengu. Tumsifu Yesu Kristo.